Aona uluma aona uluma aona uluma. Mungu, Mungu, Mungu toromie Mungu mie, Mungu torumie Mungu toromie. Kamekuwa kimbizi Mungu, kamekuwa wanyama Mungu, sio binadamu tena, kwa sababu najua asikaku ni polisi waliojitambulisha chochote kinachoendelea. Unaweza kusimulia hali ilikuwaje? Labda ulikuwa unasikia mdude anasema nini ukiwa chumbani, akiwa anapigwa anatamka nini au wali? Tulikuwa tunapiga kelele wote kuomba msaada omba tusaidie lakini wanapovunja mlango tukawa tunapiga kelele, wakaingia ndani na kumchukua yeye, akisema sisi ni mapolisi, tuna shida na Mdude tu. Katika mmoja wao ndio akanizuia mimi kwamba nisitoke nisiangalie anapokuja kwamba ni polisi. Ya Mdude alipokuwa sebleni alikuwa anatamka nini? Alikuwa anaomba tu msaada, tusaidie. Kauli gani alikuwa anatamka? Saidia, tunakufa, basi chkuanaonoa baada ya muda gani ukawasikia kimya? Kama dakika moja, nikakuta kufa kupa kimya, ndo alianifata mimi ni kunizua ni stoki, akawa anaondoka. Kwa jina naitwa Stela Mgogo, mini balozi shina namba nane. Kwa kweli usiku tulipolala, nilisikia mlango naugongwa. Baada ya kutoka, nikakuta kelele, mama, twende kwenye tukio Kweli, baada ya kufika hapa, atijafika kwenye tukio, tuko barabarani kule, nikaona damu. Mama usikanyage hapa, kuna damu. Damu zimetoka kule barabarani mpaka hapa uwanjani mpaka ndani. Kumuuliza mke wa Mdude, anasema kwa kweli, mimi nilikuwa huko ndani, nilikuwa naenda kujisaidia, nilisikia pikipiki inapita ina, ina. Sasa nilikuwa najiuliza hii pikipiki inaenda wapi? Baada ya muda nikasikia gari, gari inalia baada ya hapo wakafungua waka geti pale, wakawa wameingia. Kufika huku ndani kwao wakawa wamebomoa mlango wa chuma, akabomoa tena mlango wa, wa ambao. Kuna milango miwili wakabomoa wakaingia ndani. Kuingia kule ndani wakaingia mpaka kule chumbani. Ndio mke wa Mdude anaeleza. Kufika kule ndani wakawa wamemvuta wame huyo Mdude. Mke, mke akamwambia kaa huko, askari mmoja akamwambia akamshikia nyundo kwamba we baki huko huko. Sasa huyu Mdude aliyomvutia sebleni, kwa kweli yeye kwa sauti ya mwisho alisema kwamba naomba mnisaidie. Ndio ilikuwa sauti yake ya mwisho, naomba mnisaidie. Baadaye kuna kitu kizito kilimpiga mpu, kivyo mpiga pale, basi sauti yake haikutokeza tena. Kwa hiyo pale ndio alipoanza kumvuta sasa, na damu zile zimetoka pale sebleni zimechirizika, sauti haikutoka tena mpaka kule alipoendelea kupotea naye, na muda wa tukio ulikuwa ni muda mfupi tu a kwanza kabisa kufanya mambo ya kijana namna ile. Jamani, mimi ni polisi mbaya, mimi ni polisi mbaya. Jamaa, kwa nini mtumwe mkubali? Kwa nini msikatae? Kwa nini msikatae? Kwa nini msiseme hatujui chochote kuhusu yule? Basi mkamchukua, mkampiga, mkampeleka kama, kama kwamba yeah, eh. Mnamo tarehe mbili mwezi wa tano mwaka 2025 majira ya asubuhi, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limeweza kupokea taarifa kutoka kwa mtu ambaye anaitwa Cijembugi Emmanuel kwenye umri wa miaka 31 mkazi wa Iwambi ambaye ni mke wa Mparuka Saidi Nyagari almaarufu Mdude kuwa mnamo tarehe mbili mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano majira ya saa nane za usiku wakiwa wamelala huko mtaa wa Ivanga kata ya Iwambi jijini Mbeya kwamba kuna watu wasiofahamika waliovamia baada ya kuvunja mlango kuingia ndani na kisha kumjeruhi Mparuka Said Nyagari au maarufu Mdude sehemu mbalimbali za mwili wake. Aidha, watu hao baada ya tukio hilo walifanikiwa kutoweka na muhanga huyo na kwenda naye kusikujulikana. Jeshi la polisi mkoa Mbeya linakanusha taarifa zinazosambaa katika mitandao mbalimbali ya kijamii ambayo inadai askari polisi kuhusika na tukio hili. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linaendelea na ufuatiliaji ili kumpata mhanga huyo na kuwabaini waliohusika katika tukio hili kwa hatua zaidi za kisheria. Kwa hiyo jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa yote mwenye taarifa za mahali alipomparuka Saidi Nyagari au maarufu Mdude azitoe ili kufanikisha kumpata pamoja na taarifa za watu waliohusika katika tukio hili, tuweze kuwakamata.